Naam, shukran sana Fatma Hassan kwa habari hizo za kutanzima ilo, na mimi niko hapa kukujuza katika upande wa michezo na burudani. Mimi ni kiungo Biriani Lulu Ally, karibu. Na tukianzia kuangazia hapa jijini Dar es Salaam, Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ally amezindua hamasa kuelekea mchezo wa kwanza nusu fainali ya kombe la Shirikisho Afrika dhidi ya Stellenbosch ya Afrika Kusini huku akitangaza kauli mbiu ya mchezo huo kuwa ni hatuishii hapa. Ahmed Ally amezungumza habari za michezo jijini Zanzibar leo, Aprili 15 mwaka 2025. Kikosi cha Simba kinataraji kuwasili kesho Jumatano. Tutaondoka Dar es Salaam saa tatu na kufika hapa majira ya saa tano na tutakuwa hapa kuanzia hiyo kesho Jumatano mpaka siku ya mchezo wetu. Tumeamua kuja kuweka kambi yetu hapa hapa kujiandaa na kufanya maandalizi kuelekea katika mchezo huo, tulionelea tuje tudi hapa mapema, ili wachezaji waanze kabisa kuzoea kila kitu kinachohusiana na Zanzibar, ili ikifika siku ya mchezo wachezaji wawe familia kabisa na mazingira ambayo tunakwenda kukutana nayo siku ya tarehe ishirini. Kauli mbiu yetu katika mchezo wetu wa robo fainali kwenda nusu fainali tulisema hii tunavuka. Tuliweka wazi kwamba hii tunavuka, kwa sababu tulihitaji kweli kuvuka kutoka robo fainali kwenda nusu fainali, na sisi kwetu hatua ya nusu fainali mwaka huu ilikuwa ni kitu muhimu kweli kweli. Niliwahi kueleza ya kwamba katika mechi hile tumeweka kila kitu mpaka uhai wetu kuhakikisha kwamba tunavuka tunakwenda hatua ya nusu fainali. Nguvu kubwa, kazi kubwa, juhudi kubwa, maarifa makubwa yalitumika kuhakikisha kwamba Simba anatoka robo fainali anakwenda nusu fainali. Ni hatua ambayo kila mwana Simba alikuwa na iyota siku moja klabu yake ifikie hatua hiyo. Ni kweli ni timu ngeni, lakini ina wachezaji wenye uzoefu mkubwa, ina wachezaji wenye ubora mkubwa, na kama haitoshi, wana kocha mkubwa kweli kweli, ambaye Simba tumeshawahi kukutana naye kwenye hatua ya robo fainali ya kombe la shirikisho, akatufunga tukaondolewa. Nataka mjue ni kocha bora kiasi gani ambaye tunakwenda kukutana naye, hivyo basi, sio mechi ya kuchukulia poa.